Kwanza <laughs> yeah, hii kicheko hiki bwana ni cha furaha sana alafu, kwa sababu mbele yangu kuna Sunderland the only one, alafu na kama hivyo jezi za Simba zimejaa. Yani sijategemea kwamba nitakuja hapa, mi nilikuwa nasikia tu Sunderland Sunderland ipo kule yako, nilikuwa sipajui. yeah. yeah. Yeah, nashukuru sana Simba fans kwa huduma hii, ni nzuri mmenivarisha kwanza, nimevaa kofia jezi na jina Kapombe, ni na furaha sana kwanza. Hapa kwanza, nadhani nikienda nyumbani nitakuwa furaha zaidi kwa babangu. Kwanza nimefurahi sana kunitajia mediali. Mediali ni sehemu ambayo ya furaha yani, kwenye furaha ya kwenye ushabiki, cha kwanza kitu cha kwanza ambacho mimi nilikuwa nashangilia goli la Shomali Kapombe, kitu cha kwanza ambacho nilikuwa natoa chozi, nilikuwa na machungu, nilikuwa na cha kwanza yani tumetolewa mara sita mfululizo. Yes. Afu chapi nilikuwa nawaza semaji langu la kafu semaji la dunia. Atakuwa katika hali gani? Ipo katika hali gani? Yaani jinsi ninavyojisi mimi, jinsi semaji langu lipo katika wakati gani? Na aliwaaminisha Tanzania kwamba hii tunavuka. Sana, kwa sababu ni mtu ambaye ni mwenye nguvu mwenye power sana wakati anarudi toka al nani, Almasri kucheza anafika tu pale yapoti hakupumzika akaendea na hamasa lake kuelekea Mbezi mi yeah. Ni mpe pongezi sana tuko, tuko pamoja tuko bega kwa bega Chozi ambalo alilitoa siku ya kwanza, mimi sikuona ile siku ya pili. Nimeamka asubuhi, kwa sababu mimi sikuamka siku ya pili eti mapema kweli. Mimi toka Simba imeshinda toka Jumatano, mimi nimeamka saa sita <laughs> yeah. nimeamka mchana saa sita. Yeah. Yeah. Nimekuja kuamshwa bwana, wewe uko hai, sababu ilikuwa ni siku ya furaha sana nyumbani. Kulikuwa na sherehe, tumefanya sherehe, watu tumekula, watu wamekunywa. Yeah, kama chozi lilikuwa linamtoka wakati Ahmed chozi linamtoka wewe ulikuwa katika hali gani? Yani, kila ukimwangalia Semaji, na labda unamzungumzia kwa namna ipi Semaji? Ah, kwanza hilo swala hilo <laughs> swala kwanza, nimefurahi sana kunitajia Mediali. Mediali ni sehemu ambayo ya furaha, yani kwenye furaha ya kwenye ushabiki, cha kwanza kitu cha kwanza ambacho mimi nilikuwa nashangile goli la Shomali Kapombe, kitu cha kwanza ambacho nilikuwa natoa chozi, nilikuwa na machungu, nilikuwa nawaza cha kwanza, yani tumetolewa mara sita mfululizo, yes. Hapo cha pili nilikuwa nawaza Semaji langu la kafu, Semaji la dunia atakuwa katika hali gani, ipo katika hali gani? Yani jinsi ninavyojisi mimi, je, Semaji langu lipo katika wakati gani? Na aliwaaminisha Tanzania kwamba hii tunavuka sana, kwa sababu ni mtu ambaye ni mwenye nguvu, mwenye power sana. Wakati anarudi toka al, nani almasi kucheza, anafika tu pale yapoti, hakupumzika akaendelea na hamasa yake kuelekea Mbezi. Kwa hiyo nika, nikaona ni kwamba, eh, huyu mtu kweli ana mapenzi ya dhati. Sasa mimi ni nani nisio na mapenzi ya dhati yeah. na yeah, timu yangu yeah. mi nimpe pongezi sana tuko, tuko pamoja tuko bega kwa bega. chozi ambalo alilitoa siku ya kwanza mimi sikuona, ila siku ya pili nimeamka asubuhi, kwa sababu mimi sikuamka siku ya pili eti mapema kweli. mimi toka Simba imeshinda toka Jumatano mimi nimeamka saa sita <laughs> <laughs> nimeamka mchana saa sita nimekuja kuamshwa, bwana wewe uko hai, sababu ilikuwa ni siku ya furaha sana nyumbani, kuko na sherehe, tumefanya sherehe, watu tumekula, watu wamekunywa, yeah kama hivyo, sababu babangu mimi ni, ni kiongozi wa tawi la Simba Sport Club, yes. kwa hiyo tulifanya sherehe. Kwa hiyo siku nilivyoamka saa sita sababu nikawasha simu kuangalia, nikakuta ene ya kwanza kabisa posti ya midiali jinsi alivyo kwanza kwanza, alivyo, nilipoanza kuangalia ile clip mimi mwenyewe nikaanza kulia, ah, kumona Ahmed analia. Yes. yes na mimi si eti, nikaja tena nikaanza ku, yani sio kama nimepigwa au labda nimekata kitunguu. Furaha ikarudi yani, ile flat ile, nikaja nikagusa kwenye moyo tena, machozi nikaanza kutiririka, nikaanza kulia tena upya. Yeah, nimelia sana, watu nasema jileno ah, sana nampenda sana Ahmed Ally, nampenda tena nampenda tena nampenda tena yani tena yani, katika watu wasemaje, katika klabu yasema, katika klabu Ahmed Ally Mungu amuweke tena, amuweke sana, amuweke sana katika maisha yake, muendelee kuenjoy, tuendelee, mzoa ki spika ana misemo mingi yule <laughs> baya mwela yeye mwenyewe <laughs> hii tunavuka natumevuka, na tumevuka namshukuru Mungu, misemo yake haiendi bure. Bure kabisa ubaya ubaya, kweli tunafanya ubaya ubaya ubwela. Kuna mtu aliyekuwa anaamini kwamba sisi tutakuja kutoboa nyumbani ni wengi sana kwa waamini yeah, ila wachache ndio mlikuwa mnaniambia. yeah, ni wachache sana, kwa sababu kikosi kilini kilinifurahisha kilini wakati kipo Misri yeah, ila nili, nili na, nilikuwa naomba moyoni, nilikuwa namwambia da kocha, yani tukienda nyumbani ateba aanze na mkwala yeah, kwa sababu mkwala alivyoingia kipindi cha mwisho mchezo ulibadilika sana sana sana, kwa hiyo nilikuwa naomba mimi mwenyewe na Mungu wangu namuomba, Mungu mguse kocha Ateba aanze bechi, mkwala aingie, yeah. Bwana, yeah, mm, yeah. Mimi nataka nifahamu kutoka kwako ama nisikie kutoka kwako, wewe ni shabiki na mpenzi wa klabu ya Simba, nyuma yako kuna mashabiki wengi, wanachama na wapenzi wa Simba kama wewe eh, labda umepata nafasi ya kuzungumza na wanasimba wenzako, kipi ambacho ungependa kuwaambia wanasimba wenzako kuelekea mechi za michuano mbalimbali ambayo imebaki msimu huu. Ah, mimi ninachoambia mashabiki wenzangu wasikate tamaa. Yeah, wasiwe na moyo mdogo wa kukata tamaa. Kila kitu kina mwanzo na mwisho, hakuna kitu ambacho hakina mwisho. Yeah, maake ukitaka kukata tamaa kwenye maisha, sasa kwa mfano labda tutoe tu mfano, ukitaka kuikatia labda timu yako tamaa, unadhani yani kitu gani ambacho kitakuwa sasa hapo ukishakatia tamaa timu yako? Yani utafanya kitu gani? Aa, kwa mfano mimi ninachowashauri na kuambia kwamba wapambane, au na jitihada kama wanavyofanya semaji letu, anapambana, hakatichi tamaa, kwa sababu ni maneno mengi yanayosemekana. Cha pili, unapaswa kuwa wewe... Uge... sisi watu wa Simba ni wengi, lakini sisi ni washangiliaji, sisi ni washangiliaji, sisi ni washabiki. Unajua, tunapaswa kuwa sisi washangiliaji wa washabiki, na pia sisi tu wanachama yes. Kuwa mwanachama ni vizuri zaidi s yes. Sio uwe shabi kuna bajei ya Simba alafu sio mwanachama, lazima ulipende chama lako. yeah. <laughs> ninayo mimi kadi inayo na kadi, nilipata kwa sababu kutokana na mediari, nilimuona siku moja anaweka mafuta kwenye gari sheli, nikaona anatoa kadi ya Simba. yeah. Ah, ah, Simba kitambo eh, sio bahati mbaya mimi, sio bahati mbaya <laughs> mimi nilianza na mapenzi mapenzi ya timu yangu mko na ipende mapenzi, kutoka mapenzi kaja mahaba, kwenye mahaba mazito sana, yani sana, hakuna kukutoa kabisa, ni sizaini ya yeah. Yeah, sizaini, sizaini ni hakuna kitu kilicho kunitoa, amna, amna. Kama mnavyoona video yangu, ni hisia ambayo inatoka yani hisia yangu, sio kwamba inatoka kichwani wala kwenye kwenye moyo ya yeah. Haya bana, mimi nisikuchoshe sana, najua kwa sababu umetoka kazini na bado hujaelekea nyumbani labda umejisikiaje kutembelewa na Simba Fans TV? Ah! Unyenicheki. <laughs> <Mnjini checking. laughs> yeah, kwanza, ni dalifa siri kicheko. Yeah, hii kicheko hiki bwana ni cha furaha sana. Alafu kwa sababu mbele yangu kuna Sunderland, the only one. The only one. Yes. Alafu na kama hivyo jezi za Simba zimejaa. Yaani ni sijategemea kwamba nitakuja hapa. Mimi nilikuwa nasikia tu Sunderland, Sunderland ipo kule yako. Nilikuwa yeah, sipajui. Yeah. Nashukuru sana Simba fans kwa huduma yenu, ni nzuri Ya, mmenivalisha kwanza, nimevaa kofia jezi, hapo yeah. <laughs> na jina Kapombe, <laughs> <laughs> Kapombe. Ya, ni kwanza, kwanza hapa, na furaha sana kwa sababu kwanza hapa nadhani nikienda nyumbani nitakuwa furaha zaidi kwa babangu, yeah, yeah. Basi sisi tukushukuru sana na tutakuja kukutembelea tena mara baada ya kutulia. Asante sana, karibuni sana tena sana, ubaya ubwela nguvu <laughs> moja, yeah. Bwana sasa Simba Fans TV, huyo ni Sophie eh, nilikuwa naye hapa kupiga story mbili tatu. Kuna mengi kweli kweli ya kwenda kuzungumza naye, lakini kutokana na harakati mbalimbali mbali, na kama ambavyo tunafahamu, sasa hivi ni asubuhi naye ametoka katika harakati zake, tumeona tusimchoshe sana eh, kwa sababu ni mwana Simba na sisi kazi yetu ni kuzungumza na wanasimba popote walipo. Basi tutahakikisha kwamba tunakuletea tena hapa hapa ndani ya Abdalla, Abdalla. Nyuma kamera Shaban bora kabisa, nahakikisha kwamba unapata picha ngavu kutoka hapa ndani ya channel yako pendwa kabisa. Tuko ndani ya Life, the only one. Kama we mwana simba hujapata uzi wako, nyuzi ziko hapa. Jezi eh, za kimataifa lakini pia zile za ligi kuu Tanzania bara ama NBC Premier League zinapatikana hapa kwa bei ya punguzo kabisa. Jezi za ndani zinapatikana kwa bei ya shilingi elfu kumi pekee tu, jezi nyekundu, nyeupe, blue unakuja kujipatia, lakini kwa uzi wa kimataifa ambao wanasimba wanaendelea kutambaa nao ama kujimwamba fai kutokana na kufikia hatua ya nusu fainali mara baada eh, ya baada ya elfu 45 uzi umepunguzwa mpaka shilingi elfu 35 Hii si eh, ya kukosa mwanasimba, fika hapa ndani ya Sunderland the only one uweze kupendeza. Tukutane muda na kati mwingineo. Bye, bye. <laughs>